Leo tunapoadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu, tunaadhimisha upendo wa Mungu Baba, upendo wa Mungu Mwana na upendo wa Mungu Roho Mtakatifu. Kwa nini tunasherekea sherehe hii siku ya leo na sio siku nyingine? Sherehe hii inasherekewa Dominika ya leo baada ya fumbo la Utatu Mtakatifu kujidhihirisha kwetu katika nafsi zote tatu katika sherehe zote zilizopita tukianza na sherehe ya Noeli, ambayo ni sherehe ya Krismasi au sherehe ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo au nafsi ya pili. Kiuhalisia, Noeli ni sherehe ya Mungu Baba mwenyewe. Kwa nini sherehe ya Mungu Baba ambaye ni nafsi ya kwanza? Kadiri mwanadamu alivyozidi kutenda dhambi au alivyozidi kwenda mbali na uso wa mwenyezi Mungu, mwenyezi Mungu ndivyo alivyozidisha upendo wake kwa mwanadamu. Na katika kudhihirisha hilo, Mungu Baba ambaye nafsi ya kwanza alimtuma nafsi ya pili ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo aje duniani atukomboe kutoka katika dhambi. Na ndiyo maana tukisoma Injili ya Yohane ile sura ya tatu aya ya kumi na sita tunaambiwa kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanaye wa pekee ili aje atukomboe katika utumwa wa dhambi. Kwa hiyo Mungu Baba ajifunua wazi kwa kumtuma mwanaye, na ndiyo maana Kristo katika mahubiri yake na katika kufundisha alisema kwamba yeye afundishi au asemi kitu ambacho hajakisikia kutoka kwa Baba yale yote ambayo Kristo aliyasema alisikia kutoka kwa Baba ambaye ni nafsi ya kwanza. Na ndiyo maana tukisoma Yohana ile sura ya kumi aya 30 Yesu mwenyewe anakiri kwamba anasema yeye na Baba ni wamoja. Maana yake hakuna kitu ambacho Yesu alikifunua pasipo kukisikia kwa Baba. Hiyo ni nafsi ya kwanza. Tunaona namna gani Mungu alivyojifunua katika sherehe za Pasaka tunaona nafsi ya pili inavyozidi pia kujidhihirisha wazi. Kristo aliingia katika mateso akaingia katika kifo na baadaye ufufuko. Pale alijitoa maisha yake kwa ajili ya kutukomboa sisi, alionyesha upendo wa Kimungu. Pasipo kifo cha Yesu sisi tusingeweza kukombolewa. Kumbe kwa kumwaga damu yake alitukomboa sisi wanadamu nafsi ya pili imetukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi, kutoka katika hali ya kuwa mbali na uso wa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana katika sherehe za Pasaka tunatafakari kwa kina juu ya upendo wa nafsi ya pili ya Mwenyezi Mungu, ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Katika sherehe za Pentekoste pia tunaona nafsi ya tatu inajidhihirisha wazi. Jumapili iliyopita tulisherekea sherehe ya kushuka kwa Roho Mtakatifu. Kabla Kristo ajapaa kurudi kwa Baba, alisema kwamba atamtuma msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, na huyu msaidizi atakapokuja, ataendelea kutufundisha na kutukumbusha yale yote ambayo Kristo ameyafundisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, tunaona nafasi yake tunaposherekea sherehe ya Pentekoste lakini pamoja na kuona nafasi hizo zote nafasi ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, hatuna uelewa mkubwa sana bado. Utatu Mtakatifu unabaki kama fumbo kwetu. Kwa nini unabaki kama fumbo kwetu? Kwa sababu hakuna mtu aliyeweza kukaa chini au kuja na tafakari ya kusema kwamba Baba yupo hivi, Mwana yupo hivi, Mungu Roho Mtakatifu yupo hivi, bali tunaelewa tu katika hali ya imani. Kwa hiyo imani ndio inayotufanya tunasadiki fumbo hili la utatu mtakatifu ambalo ni fumbo la kweli. Fumbo la utatu mtakatifu sio sawa na hesabu. Hesabu unaweza ukasema moja jumlisha moja ni mbili au mbili jumlisha mbili ni nne, lakini utatu mtakatifu huwezi kuzungumzia kwa namna hiyo. Unaozungumzia katika hali ya kiimani zaidi hali ya tafakari ya ndani na hali ya kusadiki jambo hili ni kweli na halina uongo ndani yake. Wapendwa ndugu zangu, Yesu alikaa na wanafunzi wake takribani miaka mitatu, lakini hata wao wenyewe hawakuelewa hizi nafsi vizuri, na ndiyo maana Filipo mwanafunzi wa Yesu aliwekumuuliza Yesu, tuoneshe Baba. Yesu anawaambia nimekaa nanyi, je, hamumjui Baba? na anawaambia mkiniona mimi mmeshakwisha kumwona Baba. Swali la Filipo nadhirisha wazi hata wao wenyewe hawakuelewa vizuri ili fumbo la utatu mtakatifu. Kumbe hata kuzangu, sisi ndugu zangu, inawezekana sisi hatuelewi vizuri, lakini tu tubaki na tafakari ya leo kwamba imani ndiyo inayotuwezesha kulielewa fumbo hili vizuri katika hali ya tafakari Wapendwa, kutokana na ugumu wa kulielewa fumbo hili la utatu mtakatifu, kuna baadhi ya mifano inayoweza kutusaidia kutafakari hili fumbo la utatu mtakatifu. Mfano mmojawapo wa kawaida ni mfano wa moto. Kwa mfano, ukiwa na kuni tatu ukaziwasha zitatoa moto mmoja, hazitoi mioto mitatu kuni tatu tunaweza tukaziona ni kama nafsi tatu za Mwenyezi Mungu, lakini moto ule tukauona ni kama Mungu mmoja. Pia tuna mfano mwingine, mfano wa tuna jua. Tunajua moja, na jua hili linatoa miale, linatoa e, mwanga, linatoa joto, lakini hatuwezi tukasema tuna majua matatu. Jua ni moja na nafanya kazi tofauti tofauti, ni vile vile tunavyosema tuna nafsi tatu, lakini Mungu mmoja, hatuwezi kutenganisha katika maandiko matakatifu kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya, tunaona pia Mungu amejifunua kwa namna mbalimbali mbali, katika nafsi zake hizo tatu. Tukianza kabisa na swala zima la uumbaji, Mungu alipokuwa na muumba mwanadamu alisema, na tumfanye mtu kwa mfano na sura yetu. Anazungumza katika hali ya uwingi, hazungumzi katika hali ya umoja. Mara nyingi tunajiuliza Mungu alikuwa na nani wakati anapomuumba mwanadamu. Kumbe Mungu alikuwa mmoja, lakini katika hizo nafsi tatu, maanake nafsi tatu zimeshiriki katika swala zima la kumuumba mwanadamu. Hatuwezi kusema na miungu mitatu, bali tuna Mungu mmoja. Lakini pia tukiangalia swala la umwilisho e, wakati Kristo anapotumwa na baba kuzaliwa ulimwenguni, malaika Gabrieli alitumwa kwa mwanamwali aitwaye Mariamu huko katika kijiji cha Nazareti, na alipomwendea Mariamu, alimwambia, umebarikiwa kuliko wanawake wote, utamzaa mtoto na jina lake utampa Yesu. Mariamu anashangaa, anasema it, itakuwaje neno hili? Malaika Gabriel anamwambia Mariamu, Roho Mtakatifu atakujia juu yako kama kivuli. Tunaona sasa, aliyemtuma malaika ni Mungu Baba na anayekwenda kuzaliwa ni Mungu mwana ambaye ni Kristo ambaye atapewa jina Yesu, lakini atakayekaa juu ya Mariamu kama kivuli ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona hizi nafsi tatu pia zinafunuliwa kwa uwazi katika swala zima la umwilisho. Lakini pia tukiangalia swala la ubatizo wa Yesu, wakati Yesu anabatizwa mtoni Yordani, tunaambiwa sauti ili toka juu mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa, niliyependezwa naye msikilizeni yeye. Na uwa akamshukia Yesu, ambaye huyu uwa ni kama roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona kuna uhusiano kati ya Yesu, roho Mtakatifu pamoja na Mungu Baba. Hayo ni maandiko matakatifu ambayo tunaona namna gani yanafunua hizi nafsi tatu. Tukiangalia swala la uumbaji, swala la umwilisho, lakini pia swala la ubatizo, tunaona eh, nafsi tatu zinafunuliwa kwetu sisi. Katika masomo yetu leo tumesikia pia kuna huo ufunuo wa hizi nafsi tatu. Katika somo la kwanza, kitabu cha Mithali kinaeleza juu ya hekima ambaye amekuwako kwa Baba tangu milele yote, kabla ya kuweko chochote hekima alikuwepo. Hekima huyu ni Yesu Kristo, nafsi ya pili ya Mungu, na kamwe hekima na Mungu Baba hawakuwahi kutofautiana, bali daima walikuwa wamoja katika utendaji wa kazi kwa upande wetu sisi nasi tunaalikwa katika umoja na Baba, umoja na Mungu Mwana na umoja na Mungu Roho Mtakatifu. Ni katika umoja huu tunaweza kufanya kazi vizuri. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu walishirikiana, na ndio maana somo la kwanza linaeleza huyu hekima alikuwa na Baba kama fundi stadi ambaye alishirikiana naye katika uumbaji, na ndio maana hata baada ya uumbaji kukamilika, e, Mungu anasema, tazama kila nilichofanya ni chema, kwa sababu ya ule ushirikiano uliokuwepo. Kwetu sisi, somo la kwanza linatafakarisha kama waamini tunapaswa kuwa na umoja ndani ya kanisa, ili kazi zote tunazozifanya zipate kuwa njema. Kwa mfano, wanakwaya E, wanaimba vizuri, tumewasikia wanapoanza wimbo wa mwanzo, wimbo katikati na hata shangilio na kuendelea, wataimba vizuri. Ni kwa sababu ya umoja wanafanya kwa pamoja. E, kwaya ina sauti nne, sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Lakini pale wanapotofautiana sauti zinakuwa mchanganyiko, hawawezi kuimba vizuri. Lakini wanatengeneza sauti zinakuwa kitu kimoja, na ndio maana tunasikia sauti moja na tunaona inapendeza hata kuisikiliza. Hiyo ni kwa sababu ya umoja ambao wana hutumia kwa ajili ya kutengeneza kwaya iliyo nzuri. Katika familia zetu kuna baba, kuna mama, kuna watoto. Baba anaposhirikiana na, na mke wake vizuri, bila shaka watatenda vizuri na familia itaonekana ni familia bora, lakini pale ambapo wanapotofautiana familia inakosa mwelekeo. E, baba akiwa na la kwake, mama akiwa na la kwake familia haiwezi kusimama. Familia itasimama kwa sababu ya umoja wetu, umoja wa baba na umoja wa mama, lakini pia kwa watoto. E, watoto wasiposhirikiana na wazazi wao vizuri, basi hawataweza kufanya yale yanayotarajiwa na wazazi wao. Kumbe watoto wanapokuwa na ushirikiano au wanapokuwa na umoja na wazazi wao, bila shaka watatenda vizuri na wataunda familia iliyo bora familia inayovutia na familia inayopendeza. Pia katika hata maofisi mbalimbali e, tunaona kwamba wanapokuwa na ushirikiano wale wafanyakazi katika ofisi kama taasisi itakuwa na kustawi, lakini kunapokuwa na kutofautiana, kunapokuwa na ugomvi, kunapokuwa na chuki au masengenyo, bila shaka taasisi haiwezi kukua vizuri, haiwezi kukomaa na wala haiwezi kuleta matokeo chanya. Katika somo la Injili, Kabla Yesu kupaa, aliwaambia wanafunzi wake, ninayo mambo mengi ya kuwaeleza lakini kwa sasa hamwezi kujastahimili. Atamtuma msaidizi ili aw, awasaidie hao wanafunzi waweze kustahimili hayo mambo ambayo kwa sasa hawawezi kustahimili. Tunatambua Kristo alikuwa na wanafunzi wake aliwafundisha mambo mengi, lakini mengine aliwaambia kwa sasa hamtaweza kuyastahimili, ni mpaka ajapo huyo Roho Mtakatifu. Na tunajua baada ya Yesu kupaa, wanafunzi wa Yesu walijifungia ndani kwa hofu, woga, kuogopa wenzao, kuogopa kuwawa, kuogopa kupigwa, kuogopa hata kushtakiwa. Lakini tunashuhudia baada ya Roho Mtakatifu kushuka, tunaona namna gani wanafunzi walikuwa na ujasiri wa ajabu waliweza kusimama kufundisha, watu wakaelewa, watu wakabadilika, wakaongoka, wakamjua Mungu. Ni kwa sababu ya ile nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoingia ndani yao. Kumbe nasi ndugu zangu, tunapompa nafasi huyu Roho Mtakatifu, tutapata ujasiri wa kiimani. E, pale ambapo tuna mashaka tuna hofu, Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu ile hofu itaondoka, yale mashaka yataondoka, nasi tutakuwa majasiri na tutaweza kusimamia vizuri imani yetu na tutaweza kuishuhudia vizuri imani yetu na tutaweza kuonekana ni kweli, ni watu wanaomwamini Mungu, ni watu wanaoamini Mungu katika Utatu Mtakatifu. Tukimwacha Roho Mtakatifu tutashindwa kuwa majasiri. Kumbe siku ya leo tuombe neema Mwenyezi Mungu kwanza kabisa atusaidie kuutukuza huu Utatu Mtakatifu, atusaidie kuupenda huu Utatu Mtakatifu, lakini pia atusaidie kumheshimu kwa namna ya pekee Roho Mtakatifu ambaye daima anatufundisha, daima anatuelekeza, daima hata yale ambayo hatuwezi kuyaelewa, Roho Mtakatifu anatusaidia kuyaelewa na mmoja wapo fumbo la utatu mtakatifu hatuwezi kulie, kulielewa vizuri, lakini huyu Roho wa Mungu anatusaidia kuliamini katika imani thabiti. Mara nyingi tunakutana na watu mbalimbali, hawaamini katika utatu mtakatifu, wanasema haupo kwenye Biblia haujaandikwa utatu mtakatifu. Ni kweli hakuna neno utatu mtakatifu katika Biblia, lakini maandiko matakatifu katika nafasi mbalimbali mbali, zimefunua wazi hizi nafsi tatu za Mwenyezi Mungu. Basi ndugu zangu wapendwa, siku ya leo tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwekea fumbo hili takatifu, na tuendelee kumwomba atusaidie tulisadiki kwa imani isiyotetereka.